Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza pia limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa watatu waliohusika katika mauaji ya Scolastica Joseph Lugalila, huyu ana miaka 40, mkulima na mkazi wa Nyehunge, wilaya ya Sengerema, aliyeuawa tarehe 19 mwezi wa tatu katika nyumba ya kulala wageni iitwayo iliyopo kata ya Usagara wilaya ya Misungwi. Mtakumbuka siku ya tarehe 19 mwezi wa tatu mwaka huu, jeshi la polisi tulitoa taarifa kwa umma juu ya mauaji hayo eh, ambapo jina la marehemu na wahusika waliotenda mauaji hayo hayakuwa yamefahamika. Lakini baada ya upelelezi na ufuatiliaji wa kina uliofanywa na jeshi la polisi, tulifanikiwa kupata jina la marehemu kwamba amefahamika. Uh, marehemu huyo anaitwa Scolastica Joseph Lugalila, lakini na watuhumiwa waliweza kukamatwa kwa tuhuma hizo za mauaji ya mama huyo ambao majina yao ni Stefan Charles Manyecha miaka 69, fundi ujenzi, mkazi wa Iwezela, mkoa wa Geita; Terezia Kantoro Igabura miaka 39 mkulima na mkazi wa Nyehunge wilaya Sengerema, Valentino Kantoro Igabula miaka 43 mkulima na mkazi wa Nyehunge wilaya Sengerema. Chanzo cha tukio hilo la mauaji ni imani potofu za kishirikina, kwani inadaiwa watuhumiwa hawa walikuwa wakimtuhumu marehemu kuwa anawaloga ili wasiweze kupata ujauzito watuhumiwa wote wamehojiwa kwa kina na upelelezi utakapokamilika hatua zaidi za kisheria zitachukuliwa dhidi yao jeshi la polisi katika mkoa wa mwanza linamshikilia mtu mwanamme aitwaye jeremia aniset ana miaka 59 huyo anafanya kazi ya kunoa misumeno mkazi wa bupandwa tarafa ya kahunda wilaya ya sengerema huyo amekamatwa kwa tuma za mauaji ya mtoto aitwaye Mariam Joseph mwenye umri wa miaka minne na mkazi wa Bupandwa katika tarafa ya Kaunda iliyoko wilaya ya Sengerema. Tukio hili lilitokea tarehe 28 mwezi wa 4 mwaka huu, ilikuwa ni majira ya saa moja na dakika 20 jioni katika kijiji cha Chema kati ya Bupandwa tarafa ya Kaunda, wilaya ya Sengerema, ambapo mtuhumiwa Jeremia Anset akiwa amebeba msumeno alimkata kichwani Mariamu Joseph upande wa kushoto, na msumeno huo wa kukatia mbao ambao alikuwa ameufunga kwenye pikipiki yake, ambaye alikuwa akiendesha yeye mwenyewe. Pikipiki hiyo ni namba T 714 BGE aina ya slg na kusababisha mtoto huyu kumwaga damu nyingi na hatimaye kupoteza maisha. Mwili wa marehemu umefanyiwa uchunguzi wa kitaalamu na kukabidhiwa kwa ndugu kwa ajili ya mazishi. Mtuhumiwa huyo Jeremia Anset alikuwa akiendesha pikipiki hiyo aliyokuwa na msumeno umefungwa nyuma ya pikipiki ameshikiliwa na jeshi la polisi kwa uchunguzi zaidi, na uchunguzi ukikamilika, atafikishwa katika mahakama ili aweze kujibu mashtaka yake. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza, kufuatia tukio hilo, tunawakumbusha eh, wanaotumia vyombo eh, hivyo, pikipiki, baiskeli, kuchukua tahadhari katika mizigo wanayoileta, wanayoibeba, ili siweze kusababisha madhara kwa watu wengine. Jeshi la polisi kwa upande wa makosa haya ya usalama barabarani, makosa hatarishi, tunatoa wito wananchi wote kuendelea kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani ili kuepusha ajali.